Kulingana na maeneo yanayoishi hapa kilipo chuo, wengi maeneo haya ni wavuvi. Sasa wavuvi walishalizika, na sisi tunawapokea watoto vijana kutoka mbali, hawatoki maeneo ya kata ya Nyamatongo, kwa kumekuwa na changamoto ya wazawa kuikimbilia fursa iliyopo kwenye eneo la kwao, kwa ni wachache sana ambao siku, siku, siku, siku, siku za karibuni wameanza angalau kidogo, lakini toka nimefika hapa uwezi kuhesabu akafika hata kumi, wengi wanatoka mbali naona hawajaona umuhimu wa fursa zilizopo hapa, japo tumejitangaza sana, japo tumeeleza sana kwenye vikao vya serikali ya kijiji, kwenye mahafali, kwenye, yani shughuli mbalimbali zinapotokea kwenye mikusanyiko, tunatangaza kuhusiana na chuo, kwenye vikao vya kata tunatangaza kuhusiana na chuo, tunawatumia watendaji wa kijiji, lakini watu wa eneo hili mwamko ni mdogo. Mimi nimefika hapa kulikuwa na wanafunzi sabini lakini mpaka sasa kuna wanafunzi mia mbili na ishirini kwa hiyo obviously mwamko umekuwa ni mkubwa kwa siku za karibuni kwa sababu wengi wanafanya mitihani na wameona jinsi ambavyo wenzao wakishamaliza wanapata fursa. Kwa hiyo wanaambizana kwamba jamani nendeni mkasome, kuna fursa zipo. Kwa hata sasa hivi wengi sana vijana ambao wanaajiriwa wamesoma ubambo ya ufundi na walivyotangaza kwamba hata form 6 aliyemaliza chuo kikuu arudi kwenye ufundi. Kwa hiyo jamii pia imehamasika. Kwa unakuta vijana wengi pia wanajiunga na masomo ya ufundi. Kuliko kukimbilia kwenye hizo fani nyingine ambazo hata kimaliza haoni mwanga, haoni upenyo, haoni kwamba naweza nikapata ajira, kwa sababu wapo wengi ambao wamaliza chuo kikuu, wamemaliza diploma za fani nyingine, lakini hawana kazi, wako mitaani, wamejiunga na kilimo, wengine wanafanya biashara, lakini fundi halali njaa. Fundi akitoka tu akiona mtu anayefanya shughuli anazofanya alizosomea yeye, anajiunga naye, maisha yanaanza kama mtu amefu, amesomea mechanics akiona kuna gereji anaingia pale anaanza kufanya kazi. Akiona mtu ana cherehani hapo na yeye anajiunga naye, na fundi ule wa kushona anaanza kushona, maisha yanaendelea. Lakini pia fundi bomba akiitwa kuna, kuna bomba limeharibika anaenda anafanya kazi anapata mia mbili, maisha yanaendelea. Kwa hiyo aliyesoma ufundi hawezi kushinda na njaa, hawezi kulala na njaa, hawezi, hawezi kukosa kazi kwa sababu kazi kwenye jamii ziko nyingi tofauti na yule aliyesomea labda ushe, mwanasheria amesomea sijui mambo ya biashara tofauti, lazima asubiri asubiri fursa zikitoka aombe, na akiomba sio kwamba yuko peke yake, wako wengi, lakini fundi halali njaa. Yeye alikuwa alichomaanisha ni kwamba mtu asiwe na professional moja, mtu anaweza kuwa na professional zaidi ya moja. Mtu ameajiriwa anafanya shughuli zake, lakini pia ni mkulima, lakini pia ni mfugaji, lakini pia ni fundi kwa hiyo unaposubiri kwamba lini mlango utafunguka kwa ajili ya ajira kwa kile nilichosomea, lakini ukaenda ukachukua short course labda ya ufundi umeme au ufundi nini, labda mambo ya kilimo ukajifunza mambo mawili matatu yanayohusiana na kilimo, ufugaji, utajikuta unaenda unafanya mambo ya ufugaji, maisha yanaendelea, badala ya kusubiri, badala ya kuendelea kusubiri professional uliosomea, ambayo ajira yake bado haijafunguka au hujaipata lakini akasomea mambo ya ufugaji, mambo ya kilimo, mambo ya biashara, ujasiriamali, anajikuta mtu anaweza akafanya moja, mbili, tatu na maisha akaenda, kuliko kubaki mtaani anaukata, ajui afanye nini. Lakini alikuwa anamaanisha kwamba mtu asiwe na professional moja, awe na professional zaidi ya moja, akiwa na ufundi kushona. Amesomea mambo ya degree labda ya uchumi, ana hana kazi, akaja akasoma mambo ya ushonaji ndani ya muda mfupi akawa fundi akanua cherehani yake anakaa mtaani maisha yanaendelea. Akaja akasomea mambo ya uchomeleaji, ndani ya muda mfupi ameshajua kuchomelea, ananua mashine yake anakaa mtaani, anaweza akachomelea akapata akaweza kaki, akajikidhi kwenye maisha. Na chuo hiki tumekuwa tukiendesha fani mbalimbali ikiwepo umeme wa majumbani na viwandani, kwa maana ya kwamba level 1 mpaka level 3 ufundi magari kwa maana ya level 1 mpaka level 3, ushonaji level 1 mpaka level 3, lakini ufundi bomba level 1 mpaka level 3, uchomeleaji, lakini pia ualimu wa watoto wadogo kwa maana ya chekechea, wale watoto wa under 5, lakini pia kuna wasichana ambao walikatishwa masomo ya sekondari kwa sababu mbalimbali mbali. Wanasoma masomo yao sekondari kwa asilimia hamsini kwa miaka miwili, lakini pia wanakuwa na komponenti ya ufundi pamoja na ustadi za maisha.